wa kijiji cha Ugabwa wilaya Makete mkoani Njombe wanaamka na taarifa yenye kuzua taharuki kwao. Kila mmoja anakuwa na lake kichwani. Hii ni baada ya njiwa mweupe mwenye madoa meusi na mekundu kuonekana kijijini hapo akiwa na barua ambayo imeandikwa kwa wino mwekundu na madoa yanayodhaniwa kuwa ni damu, ikimtaka Ombeni Chaula arudishe magunia ya mkaa aliyochukua pasipo ridhaa ya mmiliki, ambapo anatakiwa kufanya hivyo ndani ya siku tatu tu. hmm. Sindano hatuoni sindano na hiki manake kilikuwa kimejifunga. Sasa wananchi wao wanasemaje? Hofu ipo kwa sababu ya namna ilivyo, kwa sababu kimcheki, unjiwa amechorwa ame, amepakwa kama vile kitu kinachoashiria kama damu. Kwa kama unavyojua, ukishaona alama nyekundu tayari nakutia hofu. Alama nyekundu inaashiria hatari, si ndio? Hii si la kuuliza kwamba ndani yetu kuna hofu nyingi, hasa juu ya aliyekuwa ame, amelengwa moja kwa moja, kwa sababu kuna mtu ambaye ame, ame, ame, amelengwa moja kwa moja, kwa hofu ipo kwenye mji ambayo haina majibu tunasubiri kila ambacho kimesemwa kwenye barua kama kitatekelezeka kwa yule muhusika, na kama hakitatekelezeka ndio hofu inakuwa kubwa zaidi. Nini kitatokea? Ningeshauri kwamba kama siku nyingine au mtu mwingine anajitokeza kwa hilo, awaone ndugu, kama ameshindwana kuzungumza na muhusika, naye mdai kwa sababu unapochukua jukumu kama hilo, huenda amechukua kama jambo dogo, kama kumtishia, hatuna hakika hivyo vitu. Kinacholeta taharuki ni kwamba kwa sababu si kawaida na kwa mazingira yetu haya, njiwa hawafugwi. Ni njiwa wa kufugwa sawa, lakini kwa mazingira haya hawapo na, hile, na ni kwa nini watumie njia ile? Taharuki inayotokea ni kwamba mpaka saa hizi watu hawafanyi kazi, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo haviendi.